Kwanza kweli kikopa bila utaratibu inakuwa ni mateso, inakuwa ni mateso sana, inakuwa ni mateso sana. Lakini kutokana na serikali kuliona hilo kwa upande tu wa walimu peke yao peke yao ya, Mheshimiwa Rais huwa analeta fedha kila mwaka kwa ajili ya walimu tu kukopa, kukopa tu. Na hii ni tokana na kwamba kumbona mikopo mingi kwa mba, ya watu wanaita mikopo kausha damu. Sio mnaifahamu mikopo na kausha damu. Au inaitwa mikopo nini ile mikopo? Mikopo umiza. Ile umiza sana wale. Na sisi nafahamu kwamba kwa, kwa mwalimu mtakiwa wala kopo za kukopa lakini baki na moja ya tatu. Moja ya tatu sio? Ya mshahara wao. Ha. So, sasa hatimaye wale wenzetu wa elimu wanakopa mpaka anakuwa na moja ya tatu ya mshahara wake, naani asilimia hamsini. Walimu zangu ni kitu ya kawaida, ambao eli ependa aaet na kwa hekima naionayo mnaa kwa waalimu wakikisha kwanza wakope katika taasisi zinazotambulika katika na serikali, sio mtu mmoja mmoja, nanaka kwamba mwalimu iopa sehemu mpaka anakabili kadi yake ya ATM ula alikokopa, ili yule mshao ukiingia, yeye anakwenda yeye kuchukua fedha. Mimi ikiatua i mimi ikenda irasiilesi hiyo kitu tulikomesha kabisa isiwepo. Sasa niikimevaa serikali moja kupitia hazina, kuna fedha ambayo inakuja ili mwalimu uweze kukopa, na unajua

Unajua, moja, wanasema keep on moving, kuwa katika mwendo. hakisi kwenye mwendo, aidha unatambaa au unatembea ama kimbia ama ba kikubwa, keep on moving kwenye hili jambo. Na mikopo tumeanza serikali zinesirasa limeanza